hai wa bonde ni mandatory. Yani, nataka nikisema, nimeanza kwa kusema mimi ndio mkuu wa mkoa. Kwa hiyo nina instruments zilizopewa na Mheshimiwa Rais, na mwenye kutaka aende akaliangalie sheria ya mwaka 97 ya, ya tawala za mikoa, mimi ndio msimamizi mkuu wa masuala ya ulinzi na usalama ya mkoa huu na mimi ndio msimamizi mkuu wa masuala maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kwa niaba ya mheshimiwa kwa rais. Sasa kwa instruments hizo nazopewa na katiba ya jamhuri ya Muungano, mimi naagiza kwamba kwenye kila kikao cha halmashauri na kwenye kila jambo litakalofanyika, swala la uhai wa bonde kwa nyinyi halmashauri zinyi ni la lazima yani, hata kama hamna cha kusema mtatengeneza cha kusema tumesema humo kwenye mada hizo, tunapokaa tunajadili, kwa hizi halmashauri tano tutakuwa tunajadili uhai wa bonde la Kilombero. Hasa kwenye uhai wa bonde la Kilombero, yako mambo mbalimbali moja katika hilo ni, ni masuala ya mazingira, uharibifu wa mazingira problem moja, nimewaambia watu wa TANESCO kwenye briefing zangu, na wao nimewaambia, problem moja ni kwamba kwa tumehamisha watu kwenye mabonde ambao walikuwa waharibifu, tumewapeleka nje ya mabonde, kule nje wamekwenda kufanya shughuli ambazo nazo za uharibifu, kwa sababu maji hayatoki ndani ya bonde, maji yanatoka nje ya bonde, yanaingia ndani ya bonde. Sasa walikuwa wanafanya uharibifu kwenye, kwenye, kwenye eneo la kibakuli maji yanapokusanyikia tumewatoa kule tulikowapeleka, wanafanya uharibifu kule, sasa kwenye chanzo chenyewe. Kila mkurugenzi, and that is why you are here, mwenendene mkafanya tathmini ya maeneo ambayo tunajua vina uharibifu wa mazingira, open tunavijua, alafu mseme hivi wananchi hawa tunatakiwa tufanye nini? ili uchumi uwe ni uchumi wa vyanzo au kilimo cha miti mimi nimekiita, eh, forest agriculture, kilimo cha miti ambayo tunapanda miti kwa kwa kutafuta mapato yanayotokana na agriculture, lakini wakati huo huo tunakinga mazingira na wakati huo tuna tunalinda mazingira na tuna hifadhi misitu. Swala so, la umeme lina paralyze nchi nzima, it's an economic catastrophe mimi siwezi kuiacha itokee wakati naiona, na wakati asilimia themanini ya nguvu ya, ya hydro inatokana na mkoa wa Morogoro. Mi nimeichukulia kama heshima kubwa ambayo Samia Suluhu Hassan amenipa kama muhimili, mimi na kuu yangu ni walinzi wa vyanzo hivi kwa niaba ya Tanzania. Yani hii bwawa la Mwalimu Nyerere peke yake ni mara sita imagine Kilo kimoja kinazalisha megawati 235. Ni umeme mwingi kuliko Kidatu nzima, kweli si kweli? Hey, hasa Mungu watupe nini? Tuna megawati elfu nne hiyo, elfu moja mnazoingiza bado tuna magesi huko na nini. Tanzania is going to be the powerhouse of of of electricity in the whole uh, ukichukua Southern African Power Pool, ukichukua tunaunganisha na hii hizi sasa tuna mradi mkubwa mheshimiwa mwenyekiti, ambao ni fahari ya Mtanzania wa JNHPP ambao ya sisi unatupa zaidi ya nusu ya umeme tunauzalisha Tanzania <coughs> kwa ujumla na ba wailea awafanya kazi toka mwaka jana na hivi inavyozungumza mashine zote tisa zinafanya kazi, kila moja ikiwa na uwezo wa kuzalisha megawati 235, jumla megawati 2115 mchungo mwenyekiti, lile bwawa linazalisha umeme kwa nguvu ya maji kama nilivyosema, na maji kuna maeneo yanatoka. Pamoja na mradi kuisha, sisi TANESCO tuna wajibu wa kufuatilia uhai wa bwawa letu. Liko kiashiria, ndiyo maeneo ambayo <coughs> ndiyo mito inayotiririsha maji kuleta bwawa la umeme na melingerele, na maeneo yale yameanza kufamiwa yamevamiwa, yako maeneo mifugo imeingia mingi, yako ya maeneo misitu inakatwa, yako maeneo kilimo kinaendelea kama mnavyofahamu TANESCO tunazalisha umeme kwa kupitia vyanzo mbalimbali ikiwemo vyanzo vya maji, na tumekuwa tukitumia mabwawa katika kuzalisha umeme. Sasa kwa kuwa mabwawa yale yanahitajika kutunzwa na kulindwa, ili maji yale yaendelee kuwepo kusaidia uzalishaji wa umeme, ndipo ambapo shirika liliona kuna umuhimu wa kuwa na kikao hichi, kukutana na wadau mbalimbali kutoka taasisi mbalimbali za serikali, ambao pamoja uh, tumekutana hapa Morogoro. Uh, katika kikao ambacho kimeongozwa na Mkuu wa Mkoa Mheshimiwa Adam Malima kwa lengo la kujadili mikakati ambayo itawezesha kwenye kulinda na kuvitunza vyanzo uh, vinavyopeleka maji katika bwawa la kufua umeme la Julius Nyerere. Uh, kwa kuwa kumekuwa na mabadiliko mbalimbali ya kimazingira lakini pia shughuli za kibinadamu ambazo zimekuwa zikiathiri e, mtiririko wa maji kutoka katika vyanzo mbalimbali vya mito vinavyopeleka maji katika bwawa la Julius Nyerere. Kwa hiyo, sisi kama shirika tuliona ni hatua nzuri na muhimu Uh, katika maazimio ambayo tumekubaliana hapa katika kikao cha leo, uh, mojawapo kabisa ni kuwa na nafasi ya kuweza kutoa elimu kwa umma kwa sehemu kubwa kwa sababu wakati mwingine vyanzo hivi vimekuwa vikiharibiwa kutokana na matumizi mbalimbali mbali ya kibinadamu. Uh, kwa hivyo basi tuna tumekubaliana kwamba tutashirikiana kwa pamoja katika zoezi la utoaji wa elimu kwa umma katika kuvilinda na kuvitunza hivi vyanzo vya maji. Lakini vile vile kuwa na mikakati mizuri ya kuweza uh, kupatikana kwa vifaa mbalimbali ambavyo vitasaidia katika kusafisha uh, magugu kwenye vyanzo hivi vya maji na kufanya usafi katika maeneo ambayo uh, mtiririko wa maji unapaswa kwenda vizuri.